Kabla hatujaenda mbali, nimeamua kwamba nikutolee sifa za kipaji, sifa za kipawa na sifa za karama, ili uweze kuvitofautisha. Kipaji kwanza, sifa zake ni kuwa ni uwezo wa asili, unazaliwa nao, na kimi inakomazwa kwa mazoezi na uzoefu, na pasipo huo uzoefu au pasipo hayo mazoezi mengi, basi utajikuta kwamba kinadidimia. Eh, Malcolm Gladwell ambaye ni mtaalamu wa, amezungumza ya kwamba katika nyanja yoyote ile ukitaka kuwa mtaalamu kwenye nyanja yoyote na hivyo sasa ninaihusisha na kipaji, ukitaka kipaji chako kikomae kwa uwezo mkubwa sana U unahitaji kupata masaa elfu kumi, ni sawasawa na siku hamsini na moja nukta sita hivyo unaweza ukakuwa mtaalamu kwenye nyanja yako na kipaji chako kikakomaa kwa mazoezi yale uliyoyafanya. Sifa za kipawa. Kipawa sifa yake ni kwamba kwanza ni zawadi ya nyongeza kwa kipaji ulicho nacho. Sifa zake nyingine ni kwamba ina, ina kuonesha ustadi wa kufanya ueledi wa kutenda katika eh, nyanja yako au katika kile kipaji ulichopewa. Nitoe tena mfano, kama vile jana nilipotoa mfano wa uimbaji, leo natoa mfano wa ninatoa mfano wa kitu kingine ambacho ni ufundi. Fikiria watu wawili ni wafundi wa kutengeneza magari, lakini kuna tatizo likiingia kwenye gari, wote wawili wanaweza wakatengeneza, ila wanapofikia sehemu fulani hivi wanaita, wanasema mm, hapana, kwenye hili jamaa yetu fulani huyu ndo anaweza akafanya vizuri zaidi kuliko sisi wote. Kweli tunatumika, lakini yeye akifanya, anafanya vyema zaidi. Wote wana kipaji cha kutengeneza magari, lakini yule mwingine ana kipawa, ana kipawa cha kutengeneza magari. Kuhusu karama, sifa zake kwanza ni kwamba ni ya kiroho. Karama ni ya kiroho, ni uwezo ambao unapewa na Mungu katika ulimwengu wa roho. Sasa sifa yake ni kwamba haitumiki kwa manufaa yako, Inatumika, karama inatumika kwa ajili ya kanisa, na hapa ni katika Ukristo. Hata kama baadaye tutakiaona katika ulimwengu wa dini na Uislamu pia namna inavyosema, tutakuja kuangalia kwenye eh, somo litakalofuata. Hasa elewa na kugundua ya kwamba kipaji, kipawa unaweza ukavitumia kwa manufaa yako na kwa ajili ya manufaa ya dini. Sifa zake tumeziona, lakini karama hauitumii kwa manufaa yako, unatumia kwa manufaa ya kiroho, ili kukuza wengine kiroho, kujenga wengine kiroho, ili nao wasimamishwe katika msingi ya imani, katika misingi ya dini kama wewe ulivyo. Hizo ndizo sifa za nini, za vipaji vipawa na karama. Sijui kama wewe unafikiri sifa gani nyingine ambayo tungeipatia kipaji kipawa na karama nitafurahi kusoma kwenye comment. Usahau kusubscribe, like na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.